Baada ya kutoka pale nimerudi nyumbani nimetulia. Bahati nzuri na wengine wakajua kwamba nimetibiwa pale Bugando, wakajitokeza tena wakinamama wawili wa ugonjwa huo wa fistula. Nilipowapata nikamtumia taarifa Magdalena, naye akanitumia nauli nikawapeleka hapo. Ugonjwa huo tumetibiwa bule bila hela yoyote na kweli tumetibiwa tumepona mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi, mimi niko hapa niko vizuri, nimepona niko vizuri sana. Fistula inatibika na kupona kabisa. Imeendelea kushirikiana na wadau kwa ajili ya kutoa elimu wa wananchi wa wa, wa walioko huko ili wajue kabisa kwamba fistula inatibika, lakini kabla hatujafika kwenye kutibu ni jinsi gani wanaweza kujikinga na fistula. Kwa hiyo wanasisitizwa sana kuwahi kwenye kituo cha kutolea huduma mara pindi watakapoanza kusikia dalili za uchungu, wasikae manyumbani, wawahi, kwa sababu mwisho wa siku uh, wakikaa na uchungu kwa muda mrefu ndio inapelekea wakaanza kupata hii fistula. Tunashukuru sana yaani, tunashindwa hata cha kuongea. Tunaendelea tu tu, tunaomba uendelee kutufanyia msaada kama huu, uendelee kututolea tu maana wengine hapa eh, nahisi tungekuwa hali mbaya zaidi. Yaani maana hadi tunaachika, hadi kuachika, ndugu zenu wanawatenga. Ehe, wanakuacha kabisa, anasema nani akae nalo hili nalo, likojolea muda wote, yaani muda wote linajikojolea kojolea, nani akae nalo hmm. Yaani hadi ndugu zako tu wenyewe wanakutenga, je, mwanaume atakubali kukaa na wewe? <tongue> Hawezi. Yaani hata ukilaa unajishtukia hivi, kweli nimeloa? hivi kweli ni melo? Lakini siwezi yani, hata ukishtuka usiku na mpira wangu ni melo, hapana. Naona nipo vizuri. Nani waombe wanaume tunavyowaoa wake zetu, au tunavyo, na sisi tunavyooa na wanawake wanavyoolewa, ukiwa mzima uwe na mme wako ukiwa mzima uwe na mke wako, ukiwa mgonjwa uwe na mme wako ukiwa mgonjwa uwe na mke wako, kwa sababu tumesema tutakuwa wote kwa maradhi kwa uzima na hata pale mpaka kifo kitakachotutenganisha. Sasa hapa tusikimbie majukumu, tuwatie moyo wale wenye changamoto, ili tuweze kuendelea kuishi nao vizuri. Niseme kwamba tuendelee kushirikiana sote katika jamii, serikali na wadau, katika kuhakikisha kila mama anajifungua salama bila changamoto yoyote. Fistula inazuilika. Fistula inatibika. Fistula inapaswa kuwa historia nchini Tanzania. Yeah, yeah.